Lakini matokeo yake unaongea tu, yaani kitu simbau. Mwenyekiti, natumaini ili mkalimaliza vizuri tu hivyo <tipa> mwenyekiti, unamwona huyu dadi, kwanza kwetu alikuja kupangisha na kodi ya mwezi mmoja

na tukampokea kama ndugu. Istoshe, kaamua kukaa miezi nane hajatoa chochote. Wewe kama mwenyekiti, mtu anaonekana usiku kama popo, na ndio maana tukaamua kufunga chumba chetu. Amemsumbua sana mdogo wangu, mara ampitishe hivi, mara ampitishe hivi, na ndio maana ili swala nikaamua kulivaa mimi kama dada

magonjwa ya milipuko anashinia sindano hivi, ah. sasa hivi unafunga ile nyumba, huyu hajatoa vitu vyake, ndani ana vitu ndani. Je, akikusingizia akileta kesi kwamba umemwibia, ni sola zuri kwa akili yako na ufahamu wako kweli, mwenyekiti? Bora hata umemwambia, kwa sababu siwaelewe kabisa hawa kama sielewi. wanasikia njama gani? walifungia chumba changu, walitegemea nikaishi wapi? Mwenyekiti, nikakae wapi? Ndio maana nikaja hapa kutoa taarifa ili wanaifungulia chumba changu, lakini mtu bado anaropoka tu, anaongea tu, simwelewi. Mkakae pamoja, mkanizungumze. Ofisi ya ovyo kabisa, mwenyekiti Mbona ananyanyuka naondoka, wakati hatujamaliza? Unamwelewa dada, mwenyekiti? Dharau gani hizi? Naja mfuate, tuko naweza mkamalizana, tena tunaenda kuelewana tena, mwenyekiti, kama umeshindwa kutupatanisha hapa au kutufanya tuelewana, kaikungulia chumba changu, sisi ndo tukaelewana wenyewe bila wewe. Mwenyekiti wewe ufuate, natumaini chumba changu nakijua na cha kula unacho swala ha, na hakika ili swala nitalimaliza tu. Bibi aliniambia dunia tambala bovu, binadamu wa wanajima, ila nunasubira, maana sikuwa zigandi nizidi kumuomba Mola

nieleweke lakini sinaja chama changu kitambua kupiga kura. Ni ndio watu wa kutegemea bana. Usiniangushe bana, sinajua tena kwa mjanja, asante sana bana, ndio nitamkomesha hivy, ajui kwamba kuna nguvu ya pesa. Yaani nitamkomesha, hajanijua vizuri. Ambona do mapenzi yanatufanya vibaya yule kapenda asipopendwa, kutwa nalia, hitilafu. Yule kapata ndoa ila kukosa mtoto, imekuwa hitilafu. Bibi aliniambia dunia zasazi, kaka nzuri na mazungumzo kidogo nawe ila nunasubira, ah, una mazungumzo na mimi kandi, nizidi kumuomba Mola. Akili ni nywele, naona wewe nywele nyingi sana, ila matendo unayoyafanya hayatumia akili kabisa. Hawapeni kuniona mbele nina kila msafiri anapajua anapoelekea, ila msafiri wewe hupajui hata uendapo Ambona mapenzi yanatufanya vibaya? Yule kapenda asipopendwa, kutwa analia, hitilafu. Yule kapata ndoa, ila kukosa mtoto, imekuwa hitilafu. Usoma kasoma, ila kupata kazi, imekuwa hitilafu. Yaani mama, hmm, uko hata sio kwe mama, kwa nini? Yaani mama, huwezi amini nimefika kwa mwenyekiti, tulichokiongea ile siku na anavyoongea leo ni vitu viwili tofauti. Yaani mama, kwanza ni anaongelea tu mambo ya uchaguzi. Upo. Nataka mnichague mimi ndo mwenyekiti wa mtaa, sijui ni ni wananchi wangu, sijui nini. Eh? Kwanza inachotakiwa hapa mnatakiwa mrudi nyumbani mkayamalize mkaongee kifamilia. Yaani mama, nimechoka kichwa kinataka kupasuka maana siamini alivyoongea vitu alivyoongea mwenyekiti leo. Tofa, kisa, hatu, si mama, ni tofauti kabisa na tulivyoongea siku ile. Hadi mimi dada, watu wamenyanyuka, anaondoka. Sijui mama, nini kinaendelea. Hivi ananijua Anani? Yule mwenyekiti ananifahamu? Ule buzi ananijua yule? Hivi ananionaje? Halo. Eh ee, sikia, nakucheki sasa hivi tu, ndio nimekuangua vocha muda huu yani, Baby. <laughs> Unaendeleaje? Naendelea vizuri yanaenda Mungu ndugu yangu. Nimekuja nyumbani kwako mara hizi Tatu. Nimekuta kufuli pale mke wako hayupo. Mbele Lakini eh? za laiki

huu mdomo huu ungekuwa unapachikwa ungekupachika hapo kwenye domo lako. Hii akili yangu na vijifikiria ingekuwa inatolewa hapa ni kuwekee wewe. Ina maana wewe ulikosa kujielezea pale. Ungejielezea kikweli kweli mwenyekiti akakuelewa asije kuongelea mako uchaguzi. Angekusikiliza tu wewe. Hivi anafikiria na atachaguliwa na nani kama sisi sisi wananchi? Yeye anapigia uchaguzi kuchaguliwa tu bila kumtendea mwananchi haki. Hiyi mwenyekiti ananijua au ananionaona tu kipite hivi leo? Nitamkomesha yaani, leo nitaenda mpaka kwao nikamkute. Hapo sitajali ye ni mwenyekiti au ni mjumbe wa balozi, ntakavyochemka leo. <laughs> mimi hanijui, ananiona tule mama akipite, hajawahi kuniona lakini siku ya leo mana alitamtagisha hivi. JP, ndugu yangu, nikuambie kitu, wesia kiume sawa? Sisi luka, tuna lukaluka tunadanki danki tunaenda huku na huku na huku na huku sawa? Atukata sio swala la kumwacha mke wako ndugu yangu. Cheki ulivyo parara, sula imekuisha. Cheki umetoka makovu, hueleweki

Neila, bila hivyo nitatangaza mji mzima ho, au nipige kelele ah, maana Neila sasa imimeniuma <laughs> <laughs> imeniuma sana kumwacha Neila mimi mwenyewe hapo po navoniona sawa, mimi malaya najulikana, tuna professional Pro wewe fala, wewe ni ujinga. Usikilize. Je, pia umeelewa chachula, nombo nielewe, nafu nisikilize vizuri kabisa sawa. Chechula kilichonikuta mimi ni kikubwa sana, mpaka nakuja kuachana na mke wangu. Kuna vitu vikubwa ambavyo nikikupigia simu tukikutana tukiongea utanielewa. We ni mwanaume mwenzangu, sijui umenielewa. Sio kuchukulia tu ujuu, alafu kipige hesabu, angalia mazingira ambao niongea. We ni professional, utaongeaje vitu kama hivi? Chechula nisikize, eh, vizuri ndugu yangu mii na kufahamu ni ndugu yangu Mbibisa, we, wewe huo ni we, we, ufusika wako na ukahaba. JP, na badilika ndugu yangu, rudiana na mke wako, acha ujinga. Wewe wanawake wa mjini mjini wanakudanganya tu. Das umefungiwa si na mshangazi si nani umefungiwa huko, ndio unakaa huko, unalishwa, unaogeshwa, mtoto wa kiume umekaa kabisa, umerelax, huna chochote. Sasa wewe nimesikia hapo, nimesikia uko na, na, na, na, ma, na ma, madamu wa shura. Mbona atanijua nendu na mwanangu ukoje? Jitahidi kuwa mkali, usiomelewe na huyo mwenye dada, mwenye dada yake ulimkuta mama? Nimemkuta ndo kama hivo navyokwambia, amenyanyuka, ataondoka. Maana hakuna anachoongea mwenye kitu chenye maana pale, hata kimoja zaidi ya kusema tukawelewane, sijui kifamilia, sijui kitu gani. Si bule, kuna kitu lakini hicho kitu kitajulikana leo, maana leo

Unaweza aje kudeti na mwalimu wenzako? Je, pia umelogwa oa unavaagu nyeusi? Baba yangu umeisha, umefiwa. Nisikilize hapo, umekuta naongea na simu hapa, sawa. Nilikuwa na nawasiliana na watu watu haraka, muhimu wafa na haraka kweli, sina dakika za kupoteza hapa. Tutaongea kwenye simu, kwa sababu namba yako nayo, na wewe namba yangu nayo. Tutawasiliana nitakuelezea vitu vingi, na watu ambao hajaoa, rudiana na mke wako ah. Juliana mke wako JP umeisha umekonda yupo kama mbuzi amekata kamba. Juliana mke wako. Yaani mtoto wangu anakuletea kesi. Baadae usimamie kesi ya mtoto wangu, baadae utende haki kwa wananchi wako. Utende haki, unaongelea mambo ya uchaguzi tu. Ina maana lile neno alilokuletea pale mwenyekiti lilikufurahisha, yule uelewe hivyo, kasha fukuzwa kwenye nyumba, kanyang'anya funguo, kafungiwa, vitu vyake viko ndani. Kwa nini usitende haki ya ule mtu apate funguo zake, ili aende akafungue nyumba yake, ingie ndani kwake? Hivyo mwenyekiti, una matatizo gani? Wajua wewe, una matatizo ya kichwa yako wewe lakini utantambua, utantambua kwa sababu ukishawekwa kwenye kiti inatakiwa uwe mwenye kiti, usiwe mwenye kigoda. Simamie kesi za wananchi. Kwa nini wewe utaki kusimamia kesi za wananchi hivi? Hey mama, ili eneo la kuzungumzia mambo kama hayo, kwa nini tusende kuzungumzia ofisini? Sina hela kukuhonga. Yaani wewe unachotaka unataka twende pale, sijui ni wapi kwenye hicho kigoda chako. Sasa mimi siendi uko ofisini kwako kwenye hicho kigoda. Yani mimi ni hapa hapa tunamalizana hapa hapa na wewe mwenyekiti, naona huntambui. Kuna siku nitakuja kukuosha vichwa mwenyekiti. Mimi usimfananishe na wale watu wako wanakuletea kesi za kifo. Mimi ni mwenyekiti wa eneo hili lote, na ninasimamia haki kila siku. Ni haki ipi ambayo sijasimamia mimi? mm -hmm. Mtoto wangu kakuletea kesi mtu aliyefunga aliyefunga nyumba hayupo, katoroka, basi kashamleta dada yake ili kesi iongelewe, nyumba ile ikafunguliwe. Hutaki hiyo, unaongea mambo ya chama tu, unaongea mambo ya uchaguzi tu. hivi ni akili yako wewe mwenyekiti? Ah, ile kesi ya mtoto kutoka Nyanduna kuhusu alivofungia ufunguo mbao, tulimaliza vizuri na nilimkabidhi kwamba mwenzake aende akaongenee vizuri, wamalizane huko. Sasa ni kesi gani sitaisimamia tena mama wangu. Waliokuchagua ni sisi wananchi wako, leo hii tunakuletea kesi zingine, unazifanyia kazi, zingine unazikanyagia. Una maana gani mwenyekiti wewe? hivi ni akili yako wewe na zenu. fisi yangu unaijua na utanitafuta. Yaani wa mwenyekiti wewe, ntakuja kukuasha kichwa wewe. Alafu naona tagui wewe. Unjui wewe.